Swari Zanzibar, baraza la wakilishi limekutana kwa mara ya kwanza leo Alhamisi baada ya kumalizika uchaguzi mkuu uliokirejesha madarakani chama cha mapinduzi CCM chini ya Rais Hussein Mwinyi. Kikao hicho kimehusisha uchaguzi wa spika mpya, na mchana wa leo Rais Mwinyi alimteua Hemed Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais. Hayo yanajiri wakati chama cha upinzani cha ACT wazalendo bado kinatafakari iwapo kitajiunga na CCM kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Kutoka Zanzibar, mwandishi wetu Salma Said ametuletea taarifa ifuatayo. Kikao cha baraza la wakilishi kilianza kwa kumchagua Zuberi Ali Maulid kutoka Chama cha Mapinduzi CCM kuwa spika. Mwanasiasa huyo alikuwa anashikilia wadhifa huo wakati baraza lililovunjwa mapema mwaka huu kupisha uchaguzi mkuu. Kati ya wajumbe sitini na nane waliokuwepo wakati wa uchaguzi wa spika, wajumbe hamsini na nne sawa na asilimia tisini na nne nukta sita walimpigia kura Zuberi, huku wagombea wawili kutoka vyama vingine wakipata kura chache. Akizungumza baada ya kuchaguliwa, Zuberi alitoa shukrani. kwa nafasi hii kushukuru familia yangu, na kama kawaida nianze na kumtambua mke wangu Namawida Hajimadili nimshukuru kwa sababu ya mashirikiano ambayo nimekuwa nayapata kutoka kwake, na sote tunaelewa kama nyumbani hapo kwa salama, basi mambo mengine yote hayatakuwa haya, yakoviko haya, haya, haya. Baada ya Spika Zuberi kula kiapo mbele ya katibu wa baraza hilo, Raya Issa Mselem aliketi rasmi kuanza kazi kwa kuapisha wajumbe wa baraza wakiwemo wachache kutoka chama cha ACT Wazalendo ambapo kimeshinda majimbo kumi pekee ya kisiwa cha Pemba kati ya majimbo hamsini ya visiwa vyote viwili vinavyounda eneo la Zanzibar. Nahapa na kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar katika kazi zangu za uwakilishi na nitaitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea kwa dhati katiba ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu ulisaidia. Wajumbe wa baraza la wakilishi wanaendelea kujisajili, huku naibu spika anatarajiwa kupatikana kesho, kabla rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi kuhutubia na kulifungua rasmi baraza la kumi na moja. Mapema leo mchi jana Ikulu Zanzibar imetoa taarifa kuwa Rais Mwinyi amemteua Hemed Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais. Hemed anaendelea na wadhifa huo alioshikilia wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Mwinyi. Makamu wa pili wa rais ndiye mtendaji mkuu wa shughuli za kila siku za serikali. Chama cha ACT Wazalendo kilichoshika nafasi ya pili bado kinatafakari iwapo kijiunge na serikali, hasa baada ya kusema uchaguzi uliomalizika ulikuwa na dosari. Mwenyekiti wa ACT Wazalendo aliyekuwa pia makamu wa kwanza wa rais Othman Masud amekamilisha awamu ya kwanza mikutano yake ya ndani kisiwani Unguja na sasa yupo kisiwani Pemba kwa ajili ya kukutana na viongozi na wanachama wa chama hicho kujadili mustakbali wa chama. Hata hivyo kinachosubiriwa kwa hamu kwa sasa ni kuona iwapo kiongozi huyo atarejea serikalini. Salma Seid, DW Zanzibar. <tune>